Koma. Karibu ndio neno la kiungwana, na kila muungwana anapenda kusikia neno ile, hasa likipenya kwenye nti zake za masikio. Huyo hapa si mwingine, ni mbuji na mshititi wa lugha ushi na udhimu ikiswahili, mwite Salim mwanangwa wa Ahmed. Eh bwana, leo katika kulambaza kwenye hichi hapa Kimradi Koma, niko na mahodari magwiji wawili. Alafu ni mimi na ke. Guess what? Leo kuna kitu fulani kizuri sana ambacho unaweza ukajifunza. E, nikianza na brother hapo. Karibu sana kwenye kipindi changu. Shukrani sana. Au sio bwana? Asante sana, ichi kipindi nilikisikia nikiwa nyumbani okay. Mm. Okay. Basi nami ndo nikaanza kukifuatilia, ndiyo kinachangamsha kinabawa, ah, sana. Alafu nakipenda ah, sana nakipenda, kwanza kimradi koma ki, ki, mi nakipenda na, na mi, nilianza mm, kwa kuna siku mtu mmoja alinivuruga huko ah, kwenye statusi, nikaandika neno koma <laughs> Baada ya kuandika neno koma, sasa kuna jamaa wangu mmoja akaangalia akakopi link moja ya watu roji ana nao akanitumia mimi mm. Ah, nikafungua moja kwa moja nikaenda kuangalia kwanza kabla hata niiona nilivyofungua na kuangalia tu nikaanza kucheka mm. Nikasema mbona umelete na kila ambacho nime nimeandika, basi maelezo utayapata humo humo basi mm. Kuanzia pale na mimi nikaanza ile ufuatiliaji, jina kwa haraka haraka, kwa majina anaitwa Edson Nelson Rugahibura alimaarufu Teza Feza au Wakala Ruga. Eh, Teza Feza au Wakala Lugha. <laughs> wakala <lugha>. <laughs> Okay, okay. <laughs> Dada, jina majina yangu naitwa Jackline Benson Moshi, aka Madam Smile. Angalia smile yako, jimbo lina mwenyewe hilo. Okay, sawa. Dada, nataka ni nianzie kwako mwenyewe kwa yeah. Nini vijana wengi wanafeli? Uh, vijana wengi wana feli mm. kutokana na malezi ambao wamelelewa na wazazi wao mm. Uh, malezi ambayo amelelewa wa na wazazi wao ndio maana mara nyingi unakuta vijana wanafeli. Wanafeli. Yeah. Malezi ndio yanafanya vijana wanafeli. Ah, mimi naweza nikawa nikawa tofauti kwa sababu asilimia kubwa ya, ya malezi unayozungumzia kijana labda ambaye anaanza shule ya msingi au anaanza nasari tuseme, ile anaenda shule ya msingi sekondari, tunasema yule sekondari kwa asilimia kubwa na kuwa ameshaanza hmm. kujielewa kwa namna moja au nyingine hmm. sasa Pushi ya mzazi pale inakuwa ni asilimia ndogo zaidi ya yule ambaye anakuwa naye muda mwingi anamfundisha na kumwelekeza kwa ajili ya future yake ya baadaye. Vijana wanafeli wao. Mimi tafsiri ya vijana kwenye kufeli, yani na, na, naijumlisha sana kwenye mazingira mengine ambayo ni tofauti. Kwamba moja, huyu kijana amemaliza labda elimu yake ya chuo akakaa tu nyumbani na kijana mwingine ambaye amemaliza elimu yake ya chuo akasema mi, siwezi kukaa, ngoja nikaombe sehemu fulani, angalau nifanye kwa kujitolea, kwa sababu siwezi kuwa na mtaji wa kuanzisha kitu cha kwangu mwenyewe mm -hmm. au ni watu wawili tofauti. okay, Sasa huyu um... huyu amesha feli, huyu alikaa nyumbani, amesha feli. Kwa maana gani? Kwamba inawezekana anajivunia elimu yake na akiamini, atatafuta atapata, na kitu ambacho hawezi kumsaidia lolote, akikusaidii kwa sababu elimu ulioipata inazidi kudumaa. Alafu vijana wengi, kwa mfano, mtu ambaye amesoma kwa hiyo unakuta mtu anasoma, mentality yake mimi ni kuajiriwa. Kwa hiyo hmm. unakuta kwa mfano mtu amesomea akaunti. Kwa hiyo hmm. anasema miaka yangu mitatu ya akaunti hmm. nikimaliza hapa naenda kufanya kazi BOT hmm. au sehemu fulani. Kwa hiyo unakuta vijana wengi wamelemaa na ile elimu ambao wamesomea, anafeli, alafu anavurugwa kwa sababu hajafikia malengo ya kwenda BOT. Eh, sasa, unatakiwa kwa mfano, ukiwa una elimu yako ukimaliza, uende sehemu ujitolee Ukishajitolea ndo utapata connection huko huko. Kwa mfano umeenda TRA ukajitolea, inafundisha accounting TRA e. e, e. pale kama unataka Kurasini pale, umeona vizuri wasomi wa Salma pale eh eh chuo, mmeitwa hapa dada, wewe umesomea nini? ah, mimi nimesomea accounts pale TRA, alafu uko na mentality ya kuajiriwa e. e. e. wewe ukafanya nini? Kwa hiyo baada ya kumaliza kusoma akaunti hmm, nikasema nijishughulishe na biashara ili nipate chochote kitu, viela na nini. Si unajua ukiwa chuoni unawategemea sana wazazi. Malezi yako yalikuwa imara sana, ulivuka chuo vizuri? Yeah, ah, alhamdulillah Mungu alinibariki nilivuka. <laughs> Ah, salama salimini. Una <laughs> una, na wewe umezungumza swala la kujitolea. Wewe ume kujitoa. <laughs> Sasa Kabla sijalieleze nilikuwa nataka nimpinge kidogo. Unajua, shida ya, ya mfumo wa elimu wa chuo, tunasomea kitu ambacho kinakuwa based katika sehemu moja. Mfano mimi nimesomea biashara, uongozi na utawala ambako ndani yake unakuta akaunti ndani yake unakuta sales ndani yake unakuta human resource ndani yake unakuta vitu tofauti tofauti ambavyo unaweza ukaenda kuvifanyia kazi. Wewe ilibidi ujitoe kama, kama, sio kitengo cha, cha, cha, cha wizara ya afya eh, hey, kama ambavyo mimi nimejitoa nime wizara ya afya pale nimejitolea akia Mungu a, tena hapana hapana hapana. Mimi nimejitolea wizara ya afya takriban miaka tisa sasa, fikiri vijana ambao nimemaliza nao miaka tisa no mshahara, no nini, silipwe mshahara. Mimi nilikuwa naishi, tunasema kwa lugha nyepesi, labda nitumie kwa isani, mimi vijana wangu nawaita tu hapa waje kujitolea ku edit kufanyaje, wapate maisha, wanachemka wa, wa hata siku nne haifiki. Wewe mm, miaka tisa umejitoa ah? Mimi miaka tisa nimejitoa na alikuwa jambo jepesi yeah, kwa sababu ndani ya miaka tisa humo kuna kuvumilia, kuna kutukanwa, kuna kuelekezwa, lakini mimi nilikuwa nalenga kitu kimoja kwamba nini ninachotaka kukipa, alafu wale walioajiriwa wakijua wa umejitoa una uwezo zaidi yao, achelei kuota na kutuma vitumbua bajiamo yeah. Hiyo mbona umetumwa sana sasa, yeah. Mzuri zaidi ulikuwa unatumwa, mwingine akwambia keep change sasa, kuna mwingine akwambia hiyo 2000 mnipe tanisaidia mimi kurudi kawe baadaye, unaona ukashani okay. <laughs> haribia michango yangu nitegemea hapa nitapata, akinituma hapa nitapata mia mbili. Point kubwa ni kwamba unapokuwa umesoma katika engo tofauti tofauti kile kitu ulichokisomea kwamba kina nyanja tofauti tofauti pia kinakupa uwezo wa wewe kupambanua na kufanya vitu tofauti tofauti. Mfano kama mimi ambaye nimesoma biashara, uongozi na utawala na itabidi umpe kazi miaka tisa. So mchezo ah, so poa ana moyo ana moyo hapo unazungumzia waziri akiwa dada, dada inabidi eh, nifanye biashara, sasa ni tofauti eh, eh. Lakini toka kipindi kile ninazozungumzia kwamba anajitoa waziri mm. wa afya akiwa rais wa sasa hivi ambaye ni rais wa Zanzibar mm. Mi niko pale kwao, nimekaa engo karibia za viongozi watatu wanne hivi mm. <laughs> Hussein Mwinyi mm naona nimejitoa ni kwa kwa kwa <laughs> sasa hivi e. ambako nimeamua sasa kudili na masuala ya uwakala kwa kujiajiri, mimi itakuwa huyu amefaulu wa asilimia tisini kabisa, kwa sababu huu moyo wenyewe mimi sina, kwa, kwa, kwa sababu tukiongelea hapo kwenye malezi hmm, kama mi nitagusia sana kwenye malezi hmm. Kwa kwa nini mimi na huyu kaka tupo tofauti hmm? Kwa sababu unajua sisi tukiwa chuoni malezi inakuwa ni tofauti, unakuta we ni wazazi wanatusomesha, utegemei kama utaendelea au la. Ni ah, hiyo mi ni kwa sina kwa kweli, kwa hiyo mimi nilipata akili wapi chuoni kwa sababu nilikuwa najua hali ya nyumbani kwetu. Kwa hiyo nikasema wakati nasoma huku naendelea, si unajua ile chuoni mwa, biashara, eh, biashara. Vibiashara unauza ubuyu unauza nini. Tunawapata wengi sana eh, chuoni hapo, eh, wale ambao wanachanganya masomo na na mbadala, ehe, sababu wana hela za kutosha, ehe, hey. Kwa hiyo mtu akiwa kama mimi nikiwa chuoni najua kabisa mimi nasoma, lakini kuna vibiashara biashara natakiwa nifanye. Ndio maana wewe umezungumza mambo ya walezi wa watoto. Wewe unalea watoto? Ah, mimi najihusisha sana na jamii, nafanya charity. Uh, e, tunaendaga kuwatembelea watoto ambao wanaishi kwenye mazingira magumu ya amina, yeah. Amina, kwa hiyo tunaifanya sana hiyo. Tunaenda kwa nini watoto wanakuwa na, uh, na mazingira magumu? Kuna sababu mbalimbali mbali. Kuna wengine unakuta wametelekezwa na wazazi wao. Hawa watoto mm. wanatelekezwa na wazazi wao inatokea, lakini wengi wakitaa kusaidiwa wataki kusaidika barabarani eh nishakutana eh. nao wengi sana eh. Sasa kama watoto wale wa mtaani wa pale ni Ubungo tu. tuh eh. eh. yeah. unakuta mtu unania kabisa, kama mi, kuna kijana mmoja mm. niishai kumsaidia nikamwambia, kwa nini kijana sio? eh. Nikamwambia ai kijana, si si Asi vijana wengi wanakaa barabarani pale mm asilimia nyingi wanakaa vijana mm. Nikaambia watu kitu gani ambacho unaweza kufanya, akaniambia, lakini nikampa mtaji, baadaye akarudi kule kule kwenye yale malezi yake. Unaona, malezi yamerudisha kule kule ambapo watu wanashindwa kujitoa, baba yake ngo mtu akujitoa, basi chura zai kinyonga angejitoa mtoto, na sasa hivi angeweza kufanikiwa, lakini kwa dhana anayoizungumzia mimi mm. mwenyewe nishajaribu kwenye biashara yangu ya uwakala mm. nilimchukua kijana ambaye simfahamu ba, baada ya kujitoa kote kwenye hiyo wizara saizi umekuwa wakala. E, ni wakala ambaye inadili na miamara ya kifedha kwa sababu yani niliona nilichanganya nirio, nir... <gibu> ah, okay. Sa yani baada ya kujitoa kwa takriban miaka tisa ile zile labda mchakato ulioanza ule wa kuhamisha ofisi kwenda Dodoma kwa maana kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma, ile ndio ilinilazimu mi nianze maisha mapya. Sasa maisha mapya nayaanza vipi? Kwa kurudi kukaa kuandika tena barua kupeleka kuomba kazi, au kwa kurudi kwa elimu niliyoipata pale nifungue kile kilichokuwa cha kwangu? Ndo wazo lipokuja kwamba kwa, kwa nini nisifanye miaka tisa watu wakuona mchango wako. Na hicho ni kitu ambacho naweza nikataka sana kuishauri serikali, kwa sababu kwenye hizi wizara vijana wapo na wanafanya K kabla hujaendelea, e, inaweza nikusaidia kidogo kujibu. Inawezekana ma unaweza ukajitoa sehemu halafu wewe ukawa mtu wao Sahii. Eh, umejitoa kwenye vitu vikubwa sana na vikaleta tija na haja, alafu baadaye ikaja kipengele chako watu wakawa hawaja kuchukua tena. Hawaja kuchukua. Mtu wao mm -hmm. Eh, kwamba usijichanganye kwenye ndizi kama wewe sio utum utaharibu, basi, sasa hii namna ya kumchukua kijana k kijana nilimchukua nikamwambia, mimi tufanye biashara ya uwakala na kuweka sehemu na kimeza chako na mwamvuli, na mi nitakaa sehemu. Oke okay, sawa kaendelea hivyo hivyo, nikaa nakaa naye kwangu ambako nimepanga. Baada ya pale, siku aliokuja kunishangaza ni siku moja, aliamka asubuhi, bosi nenda kazini, kaambia sawa, mi takuja baadaye. Sasa baadaye nikaenda nkakuta kijana yupo, bwana upo? nazuga kama siko eneo lile la kazi. Ah, sipo, nimeenda benki mara moja, nkaambia sawa, subiri subiri subiri. Na wewe baadaye, napiga hapatikani, kaondoka na hela. Ka, alinirudisha nyuma sana, na hiyo ikaniongezea kwamba sasa kumbe hapa bora nisimame mwenyewe tu kuliko kumwamini huyo ambaye eh. Nimeelewa kwa nini mlikuwa mko tofauti, kwa nini vijana unafeli. mm -hmm. kwa wamezungumzwa kwenye kujitoa zaidi kwenye na jinsi ambavyo umeweza kuyavuna mawili matatu, lakini huyo akazungumza ala malezi hapa yeah. Eh, ndo unakutana kwamba, uh, yule yule Again. baba mwenye malezi bora mm -hmm. ambaye anajulikana na malezi bora, mtoto wake amekamatwa keko kwa wizi wa kuku. <laughs> <laughs> <laughs> Eh bwana dada, <laughs> kwanza nataka nataka nataka tusiazungumze kwa nini watoto wanakuwa wanarudi mitaani, tusiazungumze sana kwa nini vijana wanashindwa. Kwa namna gani tubaki pale pale tu, kwa nini vijana wanakuwa wanafeli? Ishu kubwa sana kwangu mimi, naona kama kujitambua, hiyo mentality. Kujitambua vizuri, unaweza ukaingia kwenye pointi ya mshikaji kwamba lazima ujitoe ili uweze kukamilisha ndoto zako. Umelewa? Mm. Umejitambua vizuri unaweza kuvuka vizuri chuo. Mm. Sawa. Yeah. Eh, umejita yeye mtu wa kusmile lakini kama dakika nne na unanuna. Amna mimi na smile kabisa. Hapana, hujani kwanza. Tupo pamoja. Tupo pamoja. Yeah. Okay, tuwe pamoja kwa umoja. Yeah. Narudi kwako wewe, nataka unipe eh, nini hasa kifanyike? Kwanza mm, kwenye, kwenye malezi. Mm. Uh, naona wazazi wawalee watoto wao vyema. Mm. Yaani kwanza malezi malezi ya, ba... nyingine ya ni... yeah, hmm. Lakini kuna vitu ambavyo tulifundishwa school, lakini kuna vitu ambavyo watu walisahau kutufundisha hmm. Mapenzi na na na, na, na, na upendo. Hayo mapenzi sasa si unakutana nayo kubwani? Ah, lakini huku chini ukitengenezwa malezi mazuri hata utakayokuwa wapi, kwenye ukuaji kwenye ukitengenezewa malezi mazuri hata utakapokuwa, malezi yako kidogo hmm. yatakuwa mazuri okay. Tunakuja kuharibikiwa kwenye malezi tukiwa watu wazima wazima, n kama kwenye miaka kumi na okay. nane ishirini, nini kilikukuta ya kudisappoint hapo mm. kwenye kwenye kwenye nini, na kwa nini wewe uliamua tu usi, usi, usi, usifanye ulichosomea ukafanya biashara uh, ni nirudi mwanzo nilivyosema, ni malezi mm. kidogo nyumbani upo unajua. <laughs> nyumbani kuumiza. <laughs> yeah. Kidogo unanikumbusha mbali. oh, yeah. Kwa hiyo kwenye malezi huko unajua kabisa, kwa mfano ukiwa unaenda chuo mm. unajua kabisa background ya nyumbani kwenu sio nzuri mm. mm. mona kwa hiyo unakuta una wadogo zako bado anasoma oh. na bado wewe oh. kwa hiyo una ukifika chuo lengo langu kabisa ni kusoma ili niwasaidie ndugu zangu waliobaki, ehe, kwa hiyo niwasaidie ndugu zangu waliobaki. Kwa hiyo wa ukifika chuoni, unatafuta namna ambayo unaweza kufanya vibiashara vibia, vibia biashara hmm. ili kwa mfano ukifika level fulani, ujue unaacha ndugu zako wanafanyaje, wanasoma, wanaendelea okay. kwa hiyo ndo maana nilipofika chuoni nikaa najituma sana na pambana hmm. Ili kidogo ulikuwa unasomea taifa. Unajua tena sisi ambao tumetumwa kusomea kijiji huko <laughs> na uki, wakati unaaga unaenda chuo unaambiwa nenda, lakini ukumbuka huko nyumbani e, kuna wadogo zako huko. Gani umetoka? Ah, mi Mchaga Mchaga. mm -hmm. Okay. Mchaga o pure original. Ah. Kwa <laughs> lugha ya nyumbani unawaambia nini mabinti style yako wafanye, kwa lugha ya nyumbani. Kwa lugha ya nyumbani. <laughs> kidogo Kichaga mm. eh, eh. Si unajua <laughs> <So>, <laughs> tena Wachaga wa mjini ah. eh, sisi Wachaga wa mjini. okay, okay. Yeah, sasa nitarudi kwako. mm. Teza fedha mm. Kwa nini teza fedha? Kwanza teza fedha ni jina ambalo na ndoto zimekuja kukamilika kwenye maela ingawa <laughs> kijana alikupiga ah, kijana alinipiga, lakini kwenye biashara za uwakala tunasema hilo ni swala la kawaida sana. Unaweza kuwa na mtaji leo milioni mbili afu kashangaa kesho unaamka na laki mbili ukashangaa tena milioni moja na laki nane imepoteaje ujui kwenye wakala. Kwa sababu nazungumzia kitu ambacho nakifanya, ni swala kawaida sana kwa sasa. Kitu ambacho kinatakiwa mm, obviously kama mama alivyosema hapa au dada mm. Mimi nimelelewa na mtu ambaye. Kwa nini unamuita mama? mama kwa sababu anadili na watoto watoto wanamwita mama, naamini wamwiti dada. Watoto wananiita mimi rich aunt. Wanakuita? Rich aunt. Yeah. Okay, sawa sasa ha, ametoka kwenye mtego wa mama <laughs> hey. Ha, ametoka kwenye mtego wa mama. Ila msimamo wako bado namuona, eh, ni mama ni mama ni mama ni mama mimi. Ah, kweli kabisa mimi nimelelewa <laughs> hmm, sina wazazi wangu kwa sababu wazazi wangu waliondoka wakati mimi na miaka minne ndo maana oh, namwambia na kwenye malezi, muda mwingine inategemea sana. Kwa mtu aliyenichukua, ni mtu wa mwisho kutoka kwenye uzao wa mama hmm, ambaye ni anti yangu, ndo akanichukua toka miaka minne mpaka nafika chuo na mpaka leo hii niko kwao. Ni akili tu kwamba nilivofikia aji fulani, nikasema mimi nakubaliana na wewe kama malezi, kwa sababu mimi mama yangu aliondoka, alafu nikabaki na mama mkubwa, mtu ambaye amezaa naye lakini wakati maisha maisha mamkubwa, nilitamani kujinyonga kuna wakati. Mm. Eh, na mamangu mimi wewe, kwa hiyo nikaona kama niunganishe zile kamba. Tanga zake mbili nikaziunganisha hapo, nikafunga hey, kitanzi. Mimi nitakungoka unajua, sasa hivi nzingi kwepo hapa mzee wa kazi. Mimi na historia nikisema nianze kuzungumza hmm, kwenye malezi na kila kitu hapo namna gani? Okay. Huyu hapa ni mshititi wa lugha au shina dhimi ya Kiswahili Mutegabo wa Zigamba, endelea kulambaza nami ili uweze kupata maarifa stahiki. Kitu ambacho nachokuacha nacho wewe hapa ni meme moja tu, ambayo hii itakusaidia baadaye. Mtunza fedha mzuri kwenye kampuni na ni mwasibu mzuri sana aweze kutunza fedha zake mpaka <coughs> wiki ijayo, kwaheri. <coughs>